Trump amesema hayo katika mazungumzo yaliyofanyika Ikulu ya White House yakiwa na lengo la kumshawishi kiongozi huyo wa Marekani kuwa na maelewano na nchi yake. Uungwaji mkono wa Afrika watatu mashuhuri katika ujumbe wa Ramaphosa unakuja siku chache baada ya wa Waafrika karibu 50 kuwasili Marekani kuchukua pendekezo la Trump. A lot of people are very concerned with Watu wengi wanajali sana kuhusu Afrika Kusini na hilo ndilo dhumuni la mkutano na tutaona jinsi itakavyokuwa. Lakini tuna watu wengi ambao wanahisi kuwa wanateswa na wanakuja Marekani. Kwa hivyo tunahisi kuna mateso au mauaji halaiki yanayoendelea. Kwa ujumla wao ni wakulima wa kizungu na ni jambo la kusikitisha sana kushuhudia. Kwa upande wake, Rais wa Afrika Kusini Cyril so Ramaphosa amekanusha nchi yake kunyang'anya ardhi kutoka kwa wakulima wazungu huku akishinikizwa wa kuhusu swala hilo na kiongozi wa Marekani a... Hii si sera ya serikali. Tuna demokrasia ya vyama vingi nchini Afrika Kusini, ambavyo inaruhusu watu kujieleza, vyama vya siasa kuzingatia sera mbalimbali, mbali na mara nyingi au katika baadhi ya kesi sera hizo haziendani na sera za serikali. Sera ya serikali yetu ni kinyume kabisa, lakini unaruhusu kuchukua ardhi. Umiliki wa ardhi ni suala lenye utata nchini Afrika Kusini, huku mashamba mengi yakiwa bado yanamilikiwa na watu weupe licha ya kuwa ni asilimia 7.3 pekee ya watu wote. Rais Trump, tangu alipoingia mamlakani Januari, amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Ramaphosa na amekuwa akikandamiza nchi hiyo kwa kuanzisha mageuzi ya sheria yake ya umiliki wa ardhi ambayo kimsingi yalikusudiwa kushughulikia ya kero za ukosefu na usawa wa haki uliotokana na utawala wa ubaguzi wa rangi. Trump pia amekuwa akiikosoa Afrika Kusini kwa msimamo wake wa kuifungulia kesi ya mauaji ya kimbari Israel kufuatia operesheni yake ya kijeshi katika ukanda wa Gaza, huku akifutia msaada sambamba na kumtimua balozi wa Afrika Kusini mjini Washington, pamoja na kuwapa hifadhi ya wakimbizi wa Afrika Kusini wazungu wa jamii ya wachache wa Afrika. Wengi wa waasiriwa wa kiwango cha juu cha mauaji nchini Afrika Kusini ni vijana weusi katika maeneo ya mijini, kulingana na takwimu za polisi. Ofisi ya Ramaphosa imesema inatumai kuweka upya uhusiano na mshirika wa pili mkubwa wa kibiashara wa Afrika Kusini. Aaliyah Njovu, UFM.